Kulia mbele za haki na wengine bado wako hai. Kuna William Chege wa umma Luo Union, akiwa na mpira au akifunga bao, unasikia stadium nzima mashabiki wao wakishangilia. Mzee Abdallah King Kibaden na mzee Sande Manara, wengine Dan Avedi huyu alikuwa mfungaji wa mabao kwa timu ya Mwenge FC na Badi Ali alikuwa playmaker na vile vile mfungaji wa mabao wa Mwenge FC, na wengine Jagen Klinsmann na Makana Kisiril kwa ufungaji wao wa mabao ndiyo ili, ikanipa himma na kupenda soka. Pia wale wachezaji wa Harambe Stars walioshinda ubingwa wa East and Central Africa kwa wakati, wakati wa Marshall Mulwa mara tatu mfululizo na vile vikosi viwili vya taifa chini ya coach Reinhard Fabisch wakati wa All African Games team A wakafika final na Egypt. Tulifurahi sana tournament kwa vile ilifanyika Mombasa na vile vile kulikuwa na vijana wachezaji kutoka hapa Mombasa kwenye ile timu B. Tulipata bahati kuona wachezaji wa timu ya Zimbabwe, Zambia na nyinginezo. Na wale wazee waliokuwa wakituhimiza sisi tujihusisha na kusakata soka ni wengi sana. Ni wale wasimamizi wa timu kama team manager, ma chairman official, na wazee mashabiki wa timu na wanasiasa wa zamani waliojitolea kwa hali na mali kusaidia wanasoka kuwapa vifaa vya soka, makazi na mahitaji yao mengine. Ni wengi sana. Kwa mfano marehemu Hamis Nyundo aliyekuwa chairman wa Nyundo, marehemu mzee Kiswa chairman wa Chelsea FC, Vice Chairman Muhammad Zubedi wa Faisal FC, Mzee Saidi wa Wanderers FC, marehemu ndugu yangu Omar Msanif Kombo aliyekuwa team manager wa Chuda United, na wengine wengi ambao sikuwataja hapa majina yao, na wachezaji wa kongwe ambao walimaliza muda wao wa soka. Nam, ndugu Msanif, shukran sana kwa mtiririko wako mzuri sana wa historia ya mapitio yako katika mambo ya soka katika mji wa Mombasa. Uh, nataka kidogo, uh, tu utueleze ile sehemu ambayo ulianza kucheza katika primary school, mechi gani ambazo mpaka leo unazikumbuka katika primary school, na ngapi mulishinda, ngapi mukashindwa? Tukimalizia hapo, utuchukue tena katika Mombasa High School, secondary school, kwa sababu pale najua uliwahi eh, kupitia vizingiti fulani katika kugombania ubingwa wa shule bora katika mji wa Mombasa na provincial pwani nzima kwa jumla. Kwa hivyo eh, tuchukue katika msafara wako wa historia hii nzuri sana, kuanzia primary school na secondary school, kisha baadaye utatumalizia katika uh, uchezaji wako wa ujumla sasa katika timu ya Chelsea au Chalisa, tafadhal ndugu Msanifu. Nilipokuwa shule ya primary, soka imegawanywa timu mbili. Kulikuwa na junior team, sheria zake wachezaji hawaruhusiwi kucheza mpaka wapimo wa urefu wao kwa futi, na iwapo utapitisha kila kipimo cha urefu wa futi ulioruhusiwa, au ikiwa kichwa chako kitakuwa cha gonga rula ya kupima na upiti vizuri, basi hutoruhusiwa kuchezea junior team. Utawajibika uchezee senior team, ambayo hakuna sheria za kupimwa urefu. Mtu yoyote anaruhusiwa kuchezea senior timu na hakuna kizuizi. Nikabahatika kupata kuchaguliwa katika kikosi cha junior team ya RG Ngala kwa mara ya kwanza kuwakilisha shule yangu. Tukaanza mazoezi, mwalimu wa michezo akapata ile timu ambayo itatuwakilisha nikiwa mmojawapo. Ikafika wakati wa mashindano ya zone yetu ya Ziwani, na shule zilizopo kwenye zone ni hizi zifuatazo: Ziwani Primary, kwa miaka mingi nikifahamu ndio waliokuwa wakishinda ubingwa kwenye zone yetu; pia tulikuwa na Fahari Primary, Spaki Primary, St Augustine Primary, Mmsha Primary, Burhania Primary na sisi Ari Jingala. Kwa wakati ule sisi Arji Ngala tulikuwa na timu nzuri, mimi nikicheza striker, na mechi kadhaa nilifunga mabao. Tulisakata soka safi sana, kwa bahati nzuri tukaibuka na ushindi kwenye grupu yetu, kila anayekuja tunamfunga, mpaka tukafika semi na fainali. Mechi nyingi zilichezwa viwanja vya Arji Ngala zama hizo, ndiyo shule ilikuwa na viwanja vizuri vya soka pale Ziwani Zoni. Tulijitayarisha kwa mechi ya fainali baina ya sisi Arji Ngala na mabingwa watetezi Ziwani Primary. Tukaibuka na ushindi, tuliwafunga mabao matatu kwa moja, nikafunga mabao mawili, nikawa mfungaji bora top striker kwa mara ya kwanza katika historia ya ile miaka nilikuwa shuleni Arji Ingala tukawa mabingwa wa junior team Ziwani Zone 1981 timu yetu ya Arji Ingala na wachezaji na timu walizokuja kuzichezea namba moja goalkeeper alikuwa marehemu Said Ali Congo Boys FC namba mbili Kasim namba tatu Oliaro Namba nne Abdul Liwal, kwa jina jengine Abo, alichezea Intercontinental Hotel. Namba tano Abdala Banga Dula alichezea Intercontinental Hotel. Namba sita Salim Hamisi alichezea Spark Heroes. Namba saba Mahmud Swaleh Albamafrush Maha alichezea Wananyuki FC. Namba nane Abdala Mzee namba tisa Jimmy Mohamed Msanif Chelsea FC, namba kumi Emmanuel, namba kumi na moja Omar alichezea Chelsea FC na Chuda United. Nikapata tena bahati kuchaguliwa junior team ya Ziwani Zone. Kwa bahati mbaya, gemu zote tulifungwa, sikupatiwa nafasi hata mechi moja, ijapokuwa nilifunga mabao wakati wa mechi zetu. Nilijihisi labda nilikuwa bado mdogo wakati ule, wala sikuvunjika moyo. Mwaka wa 1982 na 1983 nikaenda transfer Kaloleni Primary, huko nikawa mchezaji wa kutegemewa. Kwa miaka miwili hatukushinda kikombe chochote. Ndipo hapo ule mfumo wa junior team ukapigwa marufuku. Ikawa hakuna tena sheria za kupimana urefu kwa futi, uwe mrefu uwe mfupi, mtu yoyote anaruhusiwa kusakata soka, ikawa ni senior team peke yake kwa wakati huo. Mabingwa walikuwa ni Tombo ya Primary school kwa muda mrefu, wao ndio walikuwa na timu nzuri, na shule za Tononoka zone hazikuwa nyingi. Tulikuwa na shule tatu za vulana peke yake wakati huo Nazo ni Kikowani Primary, Tomboya Primary, sisi Kaloleni Primary. Nilipata kuchaguliwa kwenye timu ya Tononoka Zone na sikupatiwa nafasi hata game moja, sikuchezeshwa. Ijapokuwa sikuwa top scorer, lakini nilikuwa naifungia mabao shule yangu. Mwaka wa 1983 nilisajiliwa kujiunga na Chelsea FC team B nilipomaliza shule, ilibidi nirudie tena. Mzee wangu akanipeleka kujiunga na shule ya tombo ya primary school kwa miaka miwili 1984 na 1985. Pia huko nikawa mchezaji wa kutegemewa. 1984 tukawa mabingwa, 1985 Kaloleni na wao wakawa mabingwa. Wakati wa mechi za zone ulipofika, tulikuwa na walimu wa michezo walikuwa na bidii sana nawapenda soka Mr Baya na Mr Dechi. Mr Baya akapewa transfer ya shule ya Ziwani for the deaf, lakini alikuwa kila tukicheza mechi hakosi kufika kuja kuangalia soka na kutupa sapoti. Tukaanza mazoezi uwanja wetu wa Bomani mpaka ikafika wakati wa mechi ya kwanza. Tulifanya kikao cha wachezaji wote kupanga list na mwalimu wetu wa michezo Mr. Deche. Kawaida timu ya zone, nilikuwa nacheza full back 3. Tukaanza mjadala, goalkeeper atakuwa nani? Akamchagua yule goalkeeper wa zamani akiitwa Majitu, lakini hakuwa goli mzuri. Nikajaribu kumshawishi mwalimu, si kwa ujeuri, bali kwa manufaa ya timu ili tuwapatie wachezaji wapya ambao wanastahili nafasi na walifanya vizuri kwenye mechi za shule kama senior player. Mwalimu alikubaliana na maoni yangu, akambadilisha goli mwingine. Kwa hakika hao wachezaji wapya hawakutubwaga, timu ilibadilika. Wakati huo zoni nilikuwa nacheza fullback three, hata Chelsea nilikuwa nacheza back four, lakini siku hiyo nilimshangaza mwalimu nilipomtajia jina la mchezaji mwingine atacheza fullback tatu. Akaniuliza, na wewe je, utacheza position gani? Nikamhakikishia mwalimu kuwa nitakuwa kwenye list. Tukaendelea na kupanga timu, na haya ndio majina ya wachezaji na timu walizokuja kuzichezea. Golkipa alikuwa Mansuri Ghalib. Alichezea Sunrise FC, na Faisal FC namba mbili Said Muhammed Kapsa au kwa jina jengine Beiga, aliyekuwa captain of Sunrise. Namba tatu Abdurrahman Ganjo au kwa jina jengine Brigel. Namba nne Omar Bahemed Tiger alichezea Young Rovers FC. Namba tano marehemu Dalle alichezea Black Panther Bahia FC. Namba sita Brek Islam Omar alichezea Chelsea FC namba saba walikuwa ni watu wawili wakicheza, Haji Ghalib wa Wanderers na Swaber Young Rovers, walikuwa wakipishana. Hawa pia ni wachezaji wapya, nilimshauri mwalimu awachezeshe. Namba nane Salim Abdullah ticha Stefanja Brothers alichezea Young Rovers. Namba tisa ni na mimi Muhammad Msanif nilichezea Chelsea FC, Wanderers FC na Nyundo FC. Namba kumi alikuwa Mike, marehemu Michael Mbaja alichezea Brewers FC. Namba kumi na moja Athman Rajab baba Kachuman, kwa jina jingine Oso, alichezea Eleven Brothers. Reserve alikuwa Ali Athman Bob alichezea Faisal FC na Wanderers FC, ni kati ya wachezaji wapya waliopata nafasi wakati wa mechi ya fainali baada ya fullback Said Kabsa au Beiga kupata injury na mwenzake Abu Bobi alichezea Chuda United. Tulishinda gemu zetu zote za group stage na zone tulicheza nazo zilikuwa ni Mbaraki zone na Mista Siraji, tuliwafunga mbili bila mfungaji wa mabao nikiwa mimi. Tukawafunga Kisauni Zone uwanja wao Free Town, tukawafunga Changamwe Zone uwanja wetu wa Bomani na semi final tukawafunga Ziwani Zone Bomani. Fainali tukapambana tena na Mbaraki Zone uwanja wa Chuda Primary. Gemu ilienda draw moja kwa moja, walianza kutufunga mfungaji wao alikuwa Mohamed Hamis na kwetu alikuwa Salim Abdullah ticha the fanja brothers. Tukaenda extra time na penalti, tukapiga mpaka tisa tisa, wakapoteza penalti moja, tukawa mabingwa wa Mombasa district na mimi nikawa top scorer mwaka wa 1985 ndipo hapo timu yangu ya Chelsea waliponiona nacheza position ya striker na kufunga mabao, wakanishauri nibadilishe position. Kuanzia siku hiyo nikawa nacheza striker, hata nilipopewa promotion ndio ikawa position yangu. Wakati huo pia nikichezea Eleven Brothers friendly matches kama guest player, nilicheza na captain Mohamed Basawad na striker mwenzangu ambaye tulikuwa tukishindana kufunga mabao, Omar Salim Baba Sikandar au jina jengine aba, na wachezaji wengine pia tukicheza viligiligi vya mitaa kabla hawajajisajili na ligi ya KFF. Tulifika semi finals ligi ya Bomani, mara kukatokezea kuka rapsharapsha, game ikavunjika, tukatolewa. Hata kulikuwa na ligi nyingine ya Super Love. Eleven Brothers tuliwafunga Golden Stars ya Kongowea semifinal kwa penalty uwanja wa Kishada, mara tukatolewa kwa dhuluma na nafasi ya fainali wakapewa Golden Stars. Mechi ilichezwa Mombasa Stadium. 1986 nikajiunga na shule ya Mombasa High, wakati huo nilikuwa nishapewa promotion na timu yangu wa Chelsea, nacheza striker na kuifungia mabao timu yangu. Ulipofika msimu wa soka wa shule za sekondari tulikutana uwanjani kwetu Bomani kufanya mazoezi ya mtujo mpaka mwalimu aliporidhika na wachezaji waliosalia, tukajitayarisha kwa mechi za group stage. Mechi zikaanza kuchezwa, kwa bahati mbaya hatukufanya vizuri mwaka huo, tulitoka sare mechi moja na nyingine tukafungwa. Mwaka huo nilifunga mabao mawili. Wakati huo wachezaji wetu wengi walikuwa